Mamajusi hawa walikuja na zawadi mbalimbali ambazo zina maana sana kwa maisha yetu ya Kikristo. Dhahabu inaonyesha Kristu ambaye ndiye mfalme, hivyo inatuita sisi kumpa Yesu Kristo nafasi ya kwanza kama mfalme katika maisha yetu. Uvumba inaonyesha umungu wa Kristo, hivyo kutuita sisi kuishi maisha ya sala, imani na uaminifu kwa Mungu. Na manemane inaonyesha mateso na kifo cha bwana wetu Yesu Kristo, hivyo kutuita kubeba misalaba yetu ya kila siku, yaani majaribu, maumivu na kujitoa hasa kwa wale wanaohitaji, kwa moyo wa upendo. Kwa upande mwingine, tunamwona Herode ambaye yupo karibu na ukweli, lakini moyo wake umejaa hofu, wivu na tamaa ya madaraka. Anajua maandiko, lakini maandiko hayo hayamgeuzi katika maisha. Injili ya leo ndugu zangu, inatuuliza kwamba sisi, je, ni mama jusi au ni Herode? Je, tunatafuta ukweli au tunalinda maslahi yetu binafsi? Na pale ambapo tunapata mwanga, je, tunamsujudu Mungu au tunapanga kumkataa?